Anajulikana kama Kisaka Sami ama ukipenda Kisam, nikiwa mwenyekiti wa Arsenal Kenya Bungoma branch. Leo hii vile tuko hapa, tuko katika hoteli ya tourist na tuko katika harakati ya kuondoka kwenda safari, tunaenda Rwanda na Rwanda, tuko tunaenda huko kwa siku nne. E, tunaenda Rwanda kufanya nini? Arsenal fans e, Kenya inajiunga pamoja na nchi zingine katika sherehe ambayo inajulikana kama ama, hafla inajulikana kama Arsenal e, Festival Arsenal Africa Festival. Ni zaidi ya nchi kumi na mbili na tuko tunaenda Kigali, Rwanda huwa e, tunazunguka hii ni edition yetu ya sita ya tuko tunaenda sasa ya tumeenda Rwanda. Tumesha kuwa hapa Kenya, tumekua Kampala, tumekuwa Dar es Salaam, lakini sasa tunaenda Kigali, na mwaka ujao tukitoka Rwanda tutajua tunaenda wapi. Tunaenda Rwanda kufanya vitu kama vitatu. Number one, tunaenda kwa ajili ya charity. Number two, tunaenda ku have fun. Number three, ni tourism. Number four, ni sports so hizo ndio zinatupeleka na ndio zinatuunganisha kila wakati e, Bungoma tumefaulu tuko tunaenda watu karibu ya ishirini, tunaenda watu kumi na saba kuwakilisha Bungoma Kaunti, lakini hapa Kenya tunaenda zaidi ya watu mia tatu. So Bungoma imetoa hiyo watu 17 but hapa Kenya tunaenda zaidi ya watu mia tatu kwa niaba ya fans wengine wa Bungoma branch ambao wataweza kwenda Rwanda to see off our brothers ambao wanaenda kutuwakilisha. So kwa niaba ya wale fans wengine ambao tunabaki, tunawatakia wa, our friends our colleagues ambao wakiongozwa na chairman wetu, safari njema wakienda Rwanda. Uh, muende mwakilishe Bungoma County vizuri, mwakilishe Kenya vizuri, alafu tukirudi tu, tuendelee na uh, program zetu, tuko na program zetu za hapa Arsenal Kenya Bungoma branch ya charity ambayo tunafanya katika kaunti yetu ya Bungoma. So after hii session ya African Festival team ikirudi nyuma tutakuja kufanya other events ya charity hapa Bungoma. Mimi naitwa Naomi Purity, mimi ni mwanasirali Bungoma branch. Eh, sasa hivi hivi let's go tunatoka tunaenda Rwanda our annual festivals that we normally do every year. year Last <laughs> tulikuwa Arusha the other year year tulikuwa Kampala. This year we are going to Rwanda. I'm excited because you see, uh, during these events we go to do charity, we go to mingle, we go to network, so that is equally important to me.